Habari yako tena mtazamaji wetu wa Manyunyu TV, na wakati huu nikukaribishe tena ama nikualike katika kipindi chetu hiki cha yaliyojiri na yanayojiri nchini Tanzania, ambapo wakati huu tayari tupo na mgeni wetu humu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya teknolojia kama ambavyo tunafahamu kwamba teknolojia imekuwa sana kwa kiwango kikubwa mno, kiasi cha kwamba kuna faida na athari nyingi ambazo zinatokana na teknolojia. Je, ni namna gani sasa mwananchi anaenda kuzitumia kwa faida na ni namna gani mwananchi anaenda kuzitumia kwa hasara, ili aweze kuepuka na kufanya vile vitu vyenye tija ambavyo moja kwa moja vinaenda kutuletea maendeleo? Mimi naitwa Happy Jerome Balisidia, na kipindi hewani ni yaliyojiri nchini Tanzania. Karibu sana, Bwana Oscar, asante sana. Ah, tu, kama ambavyo nimetambulisha mada yetu leo tunaenda kuangalia athari za teknolojia pamoja na faida zake. Kama ambavyo tunafahamu kwamba teknolojia imezalisha kitu kinachoitwa akili mnemba. Wengi pia wanaita akili unde. Kwa kwanza tu akili mnemba, akili unde ni kitu cha namna gani? Akili uh, akili mnemba, akili mnemba ni ni ni, ni, ni artificial intelligence in short lakini kitaalamu zaidi ni uwezo wa kompyuta kuweza kufanya kitu au kufikiri kama mwanadamu. Kwa hiyo tukishasema, ukishaongelea akili mnemba direct unakuwa unaongelea kwamba uwezo wa kompyuta kuweza kufanya kitu na kufikiria kama mwanadamu. Na mfano mfano wa uh, akili mnemba tulizo tulizonazo ambazo ni popular kidogo uh, tuna Chat GPT uh, tuna tuna Gemini tuna Copilot hizo uh, ni baadhi ya akili mnemba ambazo ni most popular, zinatumika sana na watu kwa hapa nchini Tanzania. Na hizo akili mnemba umezitaja kwa majina tofauti, je, na utendaji kazi wake unatofautiana kutoka moja kwenda nyingine? Uh, utofauti upo, utofauti upo kwa sababu developers ni tofauti. Kwa mfano kama Copilot ame amekuwa developed by Microsoft, alafu Gemini amekuwa developed by Google, ChatGPT amekuwa developed by Elon Musk. Kwa hiyo katika hizo au developers, kila mmoja ana namna yake ya ku- ya kufikiria na kuweza kuchakata data. Na AI jinsi anavyofanya kazi, AI anapewa anapewa data, ni kama wewe ukienda darasani ukafundishwa ukapewa elimu alafu ukapewa mtihani ujibu. Ndiyo AI inavyofanya kazi. AI anaenda anapewa data tofauti tofauti, analishwa data. Kwa hiyo wewe ukimuuliza swali ama ukijaribu kumuintegrate kwa namna yoyote anachokifanya anarudi kwenye database yake alichofundishwa kule. Sasa anachukua vitu tofauti tofauti kutoka alipofundishwa then anakuletea. Kwa hiyo unaweza kukuta utofauti unaonekana kulingana na kwamba labda Microsoft wako accurate zaidi kwenye kutengeneza AI wake, ama Elon yupo vizuri kwenye kutengeneza AI wake, au unaweza kukuta pia Google hapo vizuri kwenye kutengeneza AI wake. Na hizo ni AI zipo nyingi, lakini hizo ni baadhi ya AI ambazo ni ni most popular ambazo zinatumika sana na ni maarufu sana. Tunaweza tukapata kirefu cha AI na maana yake. AI ni artificial intelligence. Kwa Kiswahili tunaweza kusema akili mnemba. Mfano, kuna watu wanatumia simu zinaitwa iPhone. Kwenye simu aina ya iPhone kuna kitu kinaitwa Siri. E, uki, uki, ukisema hey Siri kwenye simu ya iPhone kuna kuna kuna mtu anakuja pale anakujibu. Ile ni moja ya mfano wa AI. Unaona? Kwa hiyo Ukisema AI tunamaanisha artificial intelligence ambayo ni akili bandia hmm. Sasa sawa, asante sana. Sasa tukiangalia pia, kwa mfano mimi nataka kutumia hiyo AI hmm. Ni kwa namna gani naweza nikaipata ili niweze kutumia na ni matumizi yapi na yapi anaweza ya akafanyika kupitia hiyo AI? Uh, AI inafanya vitu tofauti tofauti vingi sana, tofauti tofauti. Ukitaka kuipata AI, inategemea pia na developers wameiweka ipatikane kwa namna gani. Mfano naweza nikasema tuki tukizungumzia hizi AI tatu nilizozitaja. Mfano kama ChatGPT, ChatGPT kamah ukiingia, ukiingia kwenye browser yoyote, browser yoyote na kwa maana ya kwamba labda ukaingia labda Chrome, au Safari au wapi, alafu ukasearch pale ChatGPT atatokea, utamuuliza. Lakini pia huyo e, ChatGPT pia developers wake wamejiongeza zaidi, ndio maana nakwambia kuna utofauti wa utendaji kazi Chat GPT wa te, wa, wa, wa, wa developers wake wamejiendeleza in such a way, unaweza ukampata hata WhatsApp, unachukua namba yake, una, unaandika pale, unamsave, unamtumia message anakujibu the same. Kwenye Gemini unaweza ukampata Google, lakini pia unaweza ukampata kwa kudownload app yake the same, tena huku kwenye Copilot hivyo. Kwa hiyo unaweza ukapata kwa aina tofauti na utendaji kazi wake unaweza ka uka, ukamtumia uka kama personal assistant. Unaweza ukamtumia kumuuliza maswali tofauti tofauti. Unaweza ukamtumia kukupa detail juu ya kitu fulani, you see, kwa hiyo ni, ni matumizi ya AI, ni matumizi ambayo yako very wide. Mfano mzuri ambao naweza nikasema, watu wengi wanamtumia AI kwa kumuuliza vitu, mfano kama huyu ChatGPT, unaweza ukawa labda kuna neno umelisikia la kilugha labda la, la, la, maybe la Kizulu ama la la Kiingereza, haujui kwa Kiswahili, unaweza kumuuliza akakujibu. Lakini pia unaweza ukataka kujua kutoka Dodoma hadi kwenda Dar kuna umbali kiasi gani, ukamuuliza akakujibu. Au labda umeona gari imepita, hujajua ni ile gari inaitwaje, ukaipiga picha. Ukiipiga picha ukamtumia, anaweza akakwambia hii gari ni ya aina gani. Unaona? Lakini pia e, AI anatumika sana maeneo ya vioni ndio maana kuna msemo, watu wanasema kwamba wanafunzi waliomaliza chuo kuanzia mwaka 2022 23 24 hadi 25 wengi vichwa vyao havina kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu <coughs> yaani, akili zao zinategemea AI. Mara nyingi unakuta mwanafunzi kapewa swali la maybe au kapewa swali fulani alifanye, akikaa hivi, akiwa anataka kufanya haelewi chochote namna kitu kinachokuja kichwani, lakini akiingiza kule eh, AI anamlicha kila kitu. Eh, AI imefika imefika stage sasa, hadi anaku ukitaka kuandikia wimbo anakuandikia, bwana mimi nataka mashairi nika nika, nika present mbele ya, ya, ya tukio fulani, anakushushia pale kila kitu kwa una, unaona kwamba anazidi ku, ku, yani akili ya, ya mnemba inazidi ku take over akili ya kawaida. In such we ukizoea sasa kuwa mas, kila maswali darasani na nini unatumia kutoka kwenye kwenye kwenye kwenye akili mnemba, mwisho, okay, wa siku, uwezo wako kufikiria unakuwa mdogo. Ndio maana nakwambia wanafunzi wale waliomaliza 2022 hiyo ni, ni, experience mm. Ukimuuliza vitu vitu vingi, havijui kwa sababu anatumia AI, AI. Yes. <clears throat> na kuna uwezekano kwamba AI imekuja kuchukua nafasi ya mwanadamu ah, kwa kiasi fulani naweza nikasema ndio, lakini kwa kiasi fulani pia naweza nikasema hapana, kwa sababu kuna some circumstance unahitaji tu integration ya, ya binadamu Yaani kuna sehemu utahitaji tu binadamu wahusike. Kwa sa mfano tuseme unataka ku, ku, ku, kutengeneza labda script ukampa AI ya kufanyia hiyo kazi, atakutengenezea script, si ndio? Lakini let's say ni script ya movie, unataka kutengeneza script ya movie kuhusiana na story fulani, atakutengenezea script, atakutengenezea yani, atakutengenezea vizuri kabisa, ataishusha pale lakini kitu kitachohitajika pale, kitachomfanya binadamu ahitajike pale ni kwamba ile script lazima utaifanyia correction, lazima utaassign watu wa kuwa waku, waku, kuigiza ile script kama ni script ya movie. Lazima uta- utapanga sasa characters wewe utafanya hiki utafanya hiki, then baadaye kuna kuja kushoot. Ndio, hata kwenye kushoot pia kuna matumizi ya AI. Kuna kuna robot cameras mfano kama za M-TV ni, ni ni moja ya, ya, ya mfano hai wana robot cameras. Unaweza ukawa unaangalia hivi wachambuzi wala anachambua mpira pale, ukaona kamera inashuka, ukajua ni mtu. Hapana, yani ni kamera yenyewe imeshasetiwa, inafanyaje, imekuwa imekuwa imekuwa prompted kwamba shuka kwenye engo fulani degree fulani, pale inasimama, unaona, lakini sasa kwenye movie unajua kwenye kwenye uchambuzi kama vile inajulikana kwamba hao watu watasimama hapa, kwa hiyo mm. kamera ikisetiwa itafanya vile. mm. lakini movie ina hiyo script ambayo AI atakuwa ametengeneza ina mambo tofauti tofauti, kwa hiyo integration ya binadamu lazima iwepo, iwepo kwa ajili mm. ya kuweza kuweka kamera hapa kufanya hiki hivi. Kwa hiyo mimi sidhani kama AI itatake over moja kwa moja kwamba tutamhitaji binadamu lazima tutamhitaji. Tukiongelea mafotografa au videographers, wapiga picha au watu wa graphics wamerahisishiwa sana kazi. Sasa hivi unakuta anataka kutengeneza labda posta, eh? Anataka kutengeneza posta, anaingia Google. Kuna site inaitwa Freepik, kuna site inaitwa psd dadi. Ukiingia mle unaandika tu pale nahitaji posta ya, maybe ya, ya kisiasa itakuletea pale mfano wa nini? poster za kisiasa. Wewe unachokifanya unaichukua ile poster ya mfano wa kisiasa then unaenda kuweka details. Kuna kutesha tengenezo, shade, design hiyo. Unachoenda pale unafanyaje? Unaweka details zako. Ingekupo AI inaweza kukutengenezea kila kitu kwamba bwana mimi nataka poster ya Mei Mosi, mgeni rasmi ni, ni ni ni Samia. Sijui venue ni Singida, uwanja wa Singida, this and that. Ingekuwa inaweza kukufanyia kila kitu wewe ukaenda ukatoa, tutasema binadamu hausiki lakini yenyewe itakutengenezea kwa mfano wake, wewe utaichukua, utaweka data zako. Kwa hiyo kianzia hapo hapo, yes. Kabla hujaenda mbali zaidi, umesema kwamba unaweza ukaomba utengenezee kitu na ikakuletea, inakuwaje kama mimi nimeomba, naomba unitengenezee posta ya tukio fulani mm, kwa wakati huo na mtu mwingine wa sehemu nyingine mm, ameomba kwamba atengenezee posta ya mm, tukio lile lile mm, lakini yakiwa sehemu nyingine, haiwezekani mm, watu wawili tukapewa tukio linalofanana au posta inayofanana? Swali zuri sana. Iko hivi. Nikiomba mimi hapa sasa hivi kwamba nahitaji poster ya Mei Mosi. Na yule pia akaomba anahitaji poster ya Mei Mosi. Tuanze kwanza na wewe ambaye sasa hivi umeomba hapa kutengenezwa poster ya Mei Mosi. Ukishatengenezewa, futa ile prompt ama funga ile AI, ifungue tena, iombe tena ikutengenezee poster ya Mei Mosi. Haitakupa kitu kile kile. Nielete nyingine. Taleta kitu tofauti. Sawa sawa. Kwa hiyo hakutakuwa na mfanano kati ya mtu aliyepo huko na huko hmm. Tukiangalia kabisa tunaona kuna faida kubwa sana Dio. za teknolojia hiyo inayokuja kwa akili mnemba Dio. Lakini tunajua pia hasara zipo hmm. Kwa kwanza tu, labda tungeanza kuangalia, we kama mchambuzi wa masuala ya teknolojia, au uweze kutuambia faida zipi sasa ambazo Dio. mwanadamu anazipata kwa kutumia hizi akili bandia ha? Faida ni nyingi na hasara pia ni nyingi, lakini kwa kwanza na faida kwanza AI naturahisishia kazi, maisha yanakuwa marahisi sana, ya anaturahisishia kazi kwa kiasi kikubwa. AI anatusaidia ku solve complex complex issues no complex issues, unaona. Kwa hiyo unaweza ukakuta labda mimi nahitaji wa uhitaji wa kujua kitu fulani, lakini nashindwa jinsi ya kujua. Nikitumia AI inanisaidia, unaona. Lakini pia ina save time, ina save time. Sio kwa ubaya kwamba mimi as a graphic designer niende ku, ku, ku, ku download kule poster nika edit, edit pale nikaonekana nimetengeneza mimi. Sio kwa ubaya, unaweza ukafanya hivyo kwa sababu sometimes unakuta upo tight, maybe mambo ni mengi, unashindwa kukaa chini uka design, kwa sababu difference ni kwamba unaweza ukitumia akili yako ku design poster hadi mwisho unaweza ukatumia one hour ama dakika thelathini ama dakika arobaini na tano lakini ukitumia AI ni kitano cha dakika kumi tu, unakuwa unaokoa muda, inaokoa muda hizo, hmm. Ni baadhi ya faida za AI, kisha enda kwenye hasara, na hasara zake pia zipo nyingi kama hivyo. At the same time inaokoa muda, lakini at the same time inakulemaza. Unaona, inakulemaza, unakuwapo mzito kufikiria. Unaona, lakini pia kuna bad use of AI kuna watu wanatumia AI vibaya. Nadhani ukiwa unapitapita mitandaoni una, unaweza ukaona mtu anafanana kabisa na mtu fulani, lakini sio halisi. Mfano mmoja wapo, kuna AI inaitwa Grok, ni ya, ni ya Twitter ya, nimeshaipata, ya. Ile, ile AI unaweza uka- ukaiandikia chochote kakufanyia. Mimi sasa hivi naweza nikai prompt kwamba nikaweka picha yako pale, wewe mtangazaji, nikiwa natangaza e, nikakuweka pale picha yako nikasema kwamba ile AI ikutengeneze umelala kwenye jeneza umekufa kwa sura yangu kwa sura yako hivyo hivyo, ile ya X, ile ile ya X, Grok. Okay, ndo tunakuja sasa kwenye utofauti wa wa developers mm walio develop ile ile Grok, hawana limits sorry. Lakini kwa nini mm, umechukulia mfano nikiwa nimekufa? Usiseme hata nikiwa niko kwenye sherehe? Ah, sasa nimechukulia ukiwa umekufa kwa sababu tunaongelea hasara ungekopo poshe kwenye sherehe hiyo, sio sio sio sio nani, sio mbaya, ni nzuri, lakini kufa mtu mzima, mtu yani hajafa, lakini unamweka kwamba kafa, hiyo ni matumizi mabaya. Lakini pia imeenda mbali, sasa hivi inaweza ika capture sauti yako ika- ka yani ika duplicate, ikawa sauti yani sauti yako unayoongea mi ninavyoongea hivi, ikatengeneza kwa kutumia maandishi. Sasa kwa maana hiyo tunawezaje mm. kutofautisha matumizi ya kitu ambacho kimetengenezwa kwa kutumia AI mm. na kitu ambacho ni original kimetengenezwa na, kimefanyika na binadamu mwenyewe. Hapo usipokuwa mtaalamu unaingia kwenye line, lakini ukiwa mtaalamu inabidi utafute sosi, ushanielewa? mm. utafute sosi ya kile kitu kwamba nimesikia sauti ya Beni Majata imevuja mm. akimtukana mwanasiasa fulani, sosi ni nini? Nani yoni umeipata wapi hiyo taarifa? Umekuta kwenye akaunti ya nani labda imepostiwa Instagram? Haya, mtu kashtakiwa kapelekwa polisi. Polisi watafuatilia wewe, hichi kitu umekitoa wapi? Watakuja kutoa taarifa kwamba hiki kitu kilitengenezwa. Lakini kwa mtu ambaye ni mtaalamu anajua. Hmm. Anaweza mfano kama mimi kitu kilikuwa kipo AI generated naelewa. Yaani nikikiona tu hii picha ipo. Kitu gani vinasababisha uelewa? Kitu kinachofanya ni kwanza kabisa uki, uki, uki, mfano kama picha iliyotengenezwa na AI ukiniprompt uki hapa pro, uki, kwamba unaenda unaiambia Nitengenezee picha ya ya ya ya wananchi wakiwa wameshika mabango yameandikwa tutashiriki hmm. uchaguzi mkuu. Hmm. Itakutengenezea hiyo picha. Vile vi. vile. Vile vile, lakini the more tunasema -sum watu wawe wengi. Hmm. The more watu wanazidi kuwa wengi nyuma hmm. wale watu wa nyuma sura zao zinakupo, sio sura tu hata miili yao inakupo kama distorted. Yaani unaona kabisa hii hii sura sio ya mtu. Yaani sura, yaani wale wa mbele wanakuwa wana sura halisi. Ila nyuma inavyozidi kwenda mm, inalipua. Yaani inazidi oh, kufanya juu juu, ina inaachaacha watu wanakupa kama tibu, makatuni okay, fulani. Hiyo mm, na mwenyewe inaweza kukufanya ukashtuka. Lakini pia kuna kuna kuna kuna kipindi fulani hapa nyuma ilitokea trend ya kwamba mtu msanii wa kawaida tu anaimba nyimbo, alafu anamshirikisha msanii upo Marekani. Mm. Na hiyo nyimbo inatoka unasikia sauti kabisa ya msanii wa wapi? Wa Marekani. Kumbe? ni yeye ndo kaimba, ila ile sauti ikafanyiwa nini? Imerekebishwa na AI, na AI ikafanya. Sasa huyo tutamkamataje? Mm. wewe si hutajua kwamba huyu msanii hajashiriki kwa sababu mm. haupo studio mm. na haujaona anavyo record mm. utajuaje? Kuna kitu kinaitwa copyright. mm -hmm. okay. kwa kwa watumiaji wa YouTube wanajua, mm. kuna kitu kinaitwa copyright, hakimiliki. Huna ruhusa kutumia sauti yangu bila ruhusa yangu. Kwa hiyo mimi kama msanii nikija kukuta sauti yangu kwenye wimbo wako na sina hiyo taarifa tutajuana mm -hmm. Kwa hiyo mwisho wa siku tutagundua kwamba umetumia AI. Lakini ishiai kusikia kwa pia kwa yule ambaye hana uelewa wa kutosha kuhusiana na AI, mm. uh, kwa picha zinazotengenezwa anaweza akagundua mm. kwa kuangalia mazingira ya ile mm. picha. Ndiyo. Unakuta kuna picha labda unataka uonyeshwe mtu analima mm. lakini labda mtu wa asili ya Tanzania lakini inaonyesha mazingira yale ya labda mm. ni jamii ya Marekani. Hilo kitu unachanenia kimoja wapo, yeah. Kina AI bado haijaweza ku, ku, kutofautisha mazingira eh, na kuwa accurate 100%. Haijaweza, lakini ninavyojua mimi, kwa sababu AI ni kitu cha juzi tu mm. hakijatoka muda mrefu mm. tunavyozidi kwenda mm. inazidi kuwa vizuri inazidi kuwa vizuri, kwa hiyo itakuja kutisha. Itakuja kuwa accurate 100% na hamna mtu ataweza kuchomoka. Mm, tutatoboa kweli kwa mimi ninavyoona, yani usipokuwa, ndio maana inatakiwa hata kama haujasomea mambo ya teknolojia jitahidi ujue teknolojia. Nina ushuhuda juzi tu, kama sio juzi jana, kuna kitu nimetoka kukiangalia kwenye mambo ya AI, maana kila kitu kipya kikitoka kuhusiana na AI lazima nifuatilie mm. kwa sababu ndio vitu vyangu yeah. Kuna trend moja ipo TikTok, ukiingia sasa hivi, kuna filter moja inaitwa food AI mm. unaweza ukachukua picha ya Samia amesimama hivi e, nimeiona ha, amenyooka hivi lakini ukaipeleka kwenye hiyo AI, hiyo AI ikamfanya ana kunywa pombe e, ana kunywa pombe au hey, anakula lakini ilikuwa ni picha hmm. Au unakuta kuna picha moja niliona mheshimiwa Rais alikuwa akasimama hivi ampiga picha kipika na ndoto eh e, na ndoto magari <laughs> tukashangaa, bomu limelipuka, watu wanakimbia eh hey, watu wanakimbia. Ni moja kati ya hmm. matumizi mabaya ya e, AI, lakini ukiwa mjanja pia hmm. utagundua ukiona zile picha ambazo zinatengenezwa na AI, zile mtu ana, ana mara anakunyabia na nini mm. kitu kama nilivyokuambia, hmm. utagundua kwamba Labda nilikuwa nimeweka mkono mfukoni mm. nikiwa naitoa ile mikono kwa namna inavyotoka, kama inatoka, inatoka kama roboti kama... roboti alafu mkate nimewekewa na kula mkate au na na, na mm. kuniambia bia inatokea tu vup inatokea tu alafu, kama ina ushirikiano e na mwili kama ina ushirikiano na mkono in amna integration vizuri <laughs> nimeona vizu. hiyo he... ni moja ya, ya, ya, ya namna ya kutambua kwamba AI hiki kitu ni AI generated, lakini pia TikTok, nimeona amejitahidi sana kumuelewesha mtu kwamba hiki kitu ni AI generated. Mm. Ukikuta uki ukienda TikTok, kama kitu kimetengenezwa na AI, TikTok wenyewe pale chini wanakuandikia AI generated. Mm -hmm. Kwa sababu ni lengo lao wao sio kukupotezea wewe, kukupoteza wewe auma kukuchanganya mm -hmm. Lengo lao ni ujue kwamba hiki kitu bwana kimetengenezwa na nini AI. Ah bwana, mi nashukuru sana kwa uchambuzi mzuri, nimekubali kwamba wewe ni mchambuzi wa masuala ya teknolojia. Sasa ni so, umebobea kwenye masuala ya akili unde akili mnemba ndio. Kwa kweli ah, nakupongeza sana. Asante sana. Ah, uliongelea pia husiana na wanafunzi wa vyuo waliomaliza miaka mingapi, miwili, miwili mitatu iliyoisha, kwamba kichwani Emt hamna <laughs> kitu. Kitu kwa kumalizia sasa, hebu mm -hmm. washauri sasa hawa ambao wapo vyuo sasa hivi wanatarajia kumaliza, lakini akili mnemba ndo imeshika kasi. Uh, cha kuwashauri mm. -hmm. Mimi sitaki kuwa mshauri sana wa maisha ya watu mm -hmm. Lakini mimi nitasema ninachokiona Alafu wewe kama utaona kinakufaa utapita nacho uta ukiona kikufaa utakiacha. Mm. wanasemaga sisi tunataka tuone outcome, hataki kujua umepita njia zipi, lakini tunataka tukuone umefika. Mm. Ushanielewa? kuna watu wanasema bwana, mimi siwezi mimi kutumia shortcut, siwezi kufanya kitu ambacho ni yaani kupita shortcut. mimi nataka nipite njia ile ambayo imenyooka halali. Mm. Huko sisi ambao tunakusubiri huku mbele, atutaka angalia umpita njia halali au umpita njia fupi. Hmm. Tutachoangalia ni kwamba wewe umefeli maisha au una hela <laughs> au hujafanikiwa. Sasa tukija kwa wanafunzi. Hmm. Ukitumia AI, ujue kwamba ukifika kazini utaanza upya kujifunza kazi. Mhm. Ushanielewa? Ndiyo. Utaanza upya kufanya vitu ambavyo ulikuwa kule AI inakusaidia au la uendelee kutumia, kutumia AI. AI milele. Which oh, is, mara kuna sehemu imesitishwa umeishi. Na kuna sehemu itafika AI haitakuwa available. Mm, ama hautakuweza ku access. Mm. Utashindwa kufanya ambacho unatakiwa kufanya. Ukenda maeneo mengine amna hata mtandao. Mm -hmm. Kwa hiyo jaribu, <laughs> unapotumia AI changanya na za kwako kidogo. Akili za kuambia. Mm -hmm. Chang, e, changanya na za kwako. <laughs> Ukienda na akili ya AI peke yake, Mm. Kiukweli utajikuta mwisho wa siku unapewa vitu ambavyo umevisoma darasani na hauvijui au unavijua, lakini akili inakuwa nzito sana kugenerate, yani unakupu mzito sana kugenerate mm, kwa sababu kwa, umezoea kufanya mm, usaidizi. Kwa hiyo, wana- wanafunzi M tutumie akili zetu tuchanganye kidogo na AI, kwa sababu imekuja kwa ajili hiyo, tuchanganye mm, kidogo, ila tukiitumia moja kwa moja tutakuwa empty, yani tutakuwa hatuna tunachokijua eh, bwana, mimi nakushukuru sana kwa muda wako, asante sana haya. Kama ambavyo tumemsikia mchambuzi wetu wa masuala ya teknolojia bwana Oscar, kwamba wanafunzi tutumie akili zetu, lakini pia tuchanganye kidogo na AI hmm. isiwe kwamba tunatumia moja kwa moja kwa, kwa, kwa, kwa maana ya kwamba ndio mwisho wa akili zetu, kwa maana kuna mazingira utafika na utoweza kuiaccess hiyo AI. Ni mpaka hapa, sina kingine tena ambacho nimebakisha. Bila shaka umefurahia kipindi chetu, na tukutane tena wakati mwingine katika kipindi kingine. Naitwa Happy Balisidia. Manyunyu TV ni yako, unajua unapaswa kuwa wa kwanza kupata habari zote kiganjani mwako. Yote haya yanawezekana ukiwa na Manyunyu TV